Uh, washiriki wa bonanza hili 25 26, mheshimiwa madiwani wa, wa halmashauri ya Mbinga DC, lakini pia wataalamu wetu wa halmashauri ya Mbinga DC wakiongozwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya Mbinga, mimi niliyesimama mbele yenu, nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye amefanyika chachu kubwa ya michezo katika nchi yetu. Hakuna asiyejua tangu ameingia madarakani amekuwa kinara katika kuhamasisha michezo, na ndio maana sisi kama halmashauri ya Mbinga DC tunafuata nyayo zake kuhakikisha kwamba tunafanya mabonanza makubwa kama haya michezo inaunganisha jamii, lakini michezo inaboresha afya. Michezo inatengeneza mahusiano baina familia na familia, lakini kati ya ndugu na ndugu, kati ya rafiki na rafiki, ili kufanya watu kukaa pamoja, kazi na utu unasonga mbele. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii pia kumpongeza mkurugenzi mtendaji pamoja na wataalamu kwa hamasa hii kubwa ambayo wameifanya. Inawezekana halmashauri yetu ikawa ni mfano wa halmashauri zingine. Inawezekana kabisa halmashauri yetu ikawa ni mfano wa kuigwa na halmashauri zingine, nazo zitafanya mabonanza kama haya. Kwa hiyo imani yangu kama mwenyekiti wa halmashauri, kuanzia sasa sisi madiwani na wataalamu ni ndugu sisi madiwani na wataalam ni marafiki, tutakuwa na mahusiano mazuri hata katika kukuza uchumi wa halmashauri yetu, kwa maana ya kutekeleza miradi ile mikakati na matumizi sahihi ya fedha za serikali jamhuri ya muungano wa Tanzania. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru wale wataalam wa halmashauri ya Mbinga tishi kwa kutuunga mikono lakini pia pamoja na wale wote wananchi wa kawaida ambao wameamua kutuunga mkono kwa kushiriki matamasha haya, na sasa tamasha hili liwe ni tamasha ambalo ni la kwanza, lakini tawashauri wa, wa kurugenzi kwamba iwe ni mara kwa mara, iwe ni umoja ambao utakuwa endelevu. Kazi na utu, tunasonga mbele baada ya hayo machache, imani yangu kwamba mchezo huu utakuwa ni wa amani Sitegemee kuona diwani amevunjika mguu au mtaala amevunjika mguu. Tutacheza mchezo mzuri, na kama itawapendeza, tucheze mpira kama Yanga, hasa waheshimiwa madiwani, hiyo ya Yanga, timu ya Yanga basi naihamie kwenu. Mchezo mzuri, chenga nzuri na magoli mengi ya kuzidi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya maneno haya machache, nitamke kwamba sasa Bonanza hili nimelifungua rasmi asante sana.